Neno yako kuhubiri kwako na neno lako halitakuwa katika maneno yenye hekima ya kushawishi akili za watu, bali yaliyojaa dalili na Roho sawa, eh? Mimi kuna wakati mwingine ninaona wazi kabisa, ninaona wazi Roho Mtakatifu akifanya vitu vikubwa vya ajabu, naona wazi kama wewe hujawahi kuona wazi wazi Hey, hey, hey, hey, hey. Na kushangaa mimi hujawahi kuona wazi waziwazi. Haleluya! kama vile ambavyo sema, kile chumba ile siku ya Pentecosti kikajaa kama upepo mimi nakumbuka nikiwa naomba naomba naomba naomba naomba naomba, hata wakati mwingine nikiwa hapa kanisani na ubiri, naona kuna upepo yaani, wewe unaona joto, mimi naona upepo kabisa. Kuna upepo fulani umenijilia mpaka nashangaa, unaelewa? Kuna wakati mwingine kuna upepo unatembea, um, um, um, naona kabisa Roho Mtakatifu anatembea hapa anatembea. Ninaposemaga Roho Mtakatifu anatembea sio kwamba nasema maneno imeona ishala, naona dalili, naona naona, hapa Dar es Salaam pana joto, panajoto hiki kiupepo cha saa saba mchana cha saa nane kinachonifuata ndani ya chumba hii ni nini? Siku ile ya Pentekosi walikaa katika chumba kimoja, ni pale wako wako watu kama watu mia mia ishirini wamekaa mahali pamoja, ukavuma upepo ukavuma e, kama kuvuma kwa upepo, Roho Mtakatifu akaja pale. E, ukatokea uvumi, uvumi kama wa upepo. Nashangaa hii namna ni namna gani? Unaona, unalia machozi. Umepigwa? Hapana. Una hasira na mtu? Hapana. Unataka ung'ate mtu aondoke na mtu? Hapana, ila tu namlilia Bwana. Unaona kabisa, kuna namna fulani upendo wa Mungu ambao umekuja kwako kwa ajabu, mpaka ujizuii, unalia mbele zake, unalia mbele zake. Ni dalili na Mtakatifu yuko kazini. Kuna wakati mwingine unaona kabisa mwili unasheki, si unashekisha mwili, mwili wenyewe unasheki, kwa sababu roho ya Bwana yuko kazini una kabisa unatetemeka, una mwili unatetemeka kabisa, yaani unashinda kujizaliwa unashinda kujizuia, unatetemeka mwili unachanga. Hii namna gani? Ni Roho Bwana yuko kazini. Wakati huo sio wewe unayetetemeka, ni Roho Bwana ana opareti ndani yetu, sio wewe unayetetemeka, ni Roho Bwana yuko kazini ili kukusaidia, akutie nguvu hivi leo, akutie nguvu hivi leo, akutie nguvu hivi leo. Haleluya! Kuna wakati mwingine mtu anaweza akawa amejaa nguvu za Roho Mtakatifu mpaka anashindwa kujizuia, anashindwa hata kusimama kwa imara. Roho Mtakatifu anaweza kumwangusha hata mtu, anamwangusha mtu. Sio ana mapepo, ni Roho ya Bwana ameingia ndani, zile nguvu za Bwana. Sasa huyu mtu anashindwa kustahimili baka, anaamua sasa nisipo eh, nisipochukua hatua yaku, yaku, kupiga yaku, ya yakupiga magoti nitaanguka, watasema nina mapepo. Hauna mapepo. Ni nguvu za Roho Mtakatifu, siyo mapepo. Roho Bwana, nguvu za Mungu zimemshukia, hata ameshindwa kustahimili. Wakati ule Suleimani akizindua hekalu, alivyoomba kutoka mbinguni, moto Mungu ukashuka. Siyo Eliya tu aliyewahi kushusha moto, hata Suleimani aliomba hekaluni. moto mzee Manoa aliyotoa sadaka, aika Bwana alivyoichapa ile sadaka, alivyonyosha fimbo yake kwenye ile sadaka, unaona moto utatoka mbinguni ukailamba ile sadaka. Nataka nikwambie, lile hekalu la Sulemani alilolijenga alikajaa wingu cheupe hata makuani wakashinda kuitenda kazi yao. Kumbe kuna wakati hata makuani shindwa kuendelea kutenda kazi yao, sio kwamba wamechoka, sio kwamba wawezi, sio kwamba amesaliti, ni kwa sababu Roho Bwana ameshuka ili kuwahudumia watu wake, ili kuwasaidia watu wake. Kuna wakati unaona kuani alikuwa na ubili anafundisha, ghafla akaanza kuomba. Kuna wakati unaona kuani ameshindwa kuendelea na utaratibu wa kawaida, ni kwa sababu Roho Bwana yuko kazini. Roho Bwana anapokuwa kazini, hata makuani awezi kufukiza tena uvumba, hauwezi kuendelea na taratibu za kawaida. Kuna wakati mwingine mnaweza mkawa mna msufu Bwana, roho bwana akashuka gafula, anabadilisha ratiba ya ibada. Nataka nikwambie, roho bwana anaposhuka, ratiba za kibinadamu zinakoma. Anakuja na utaratibu wake, utaratibu wa kimbinguni

wanaendelea kuomba wanaendelea kumsifu Bwana, hawatoki mahali pale kwa sababu Bwana anavyoshuka anabadilisha majina, anaenda tofauti na mazingira angalipa, na jua angalipa, na joto angalini jangwa, watu wanaanza kuona ili namna ya binadamu ni kawaida sana, wanampa Roho wa Bwana nafasi ili aweze kutenda kwa namna ya ajabu. Hatapa Roho wa Bwana yuko kasiri ili kuachilia nguvu kwa watu wake watu wanaweza kuokolewa kwa kuchaa maandiko kichwani na ufasaa wa kuweza kueleza. Kinachoweza kuwaokoa watu ni lile neno ambalo liko na roho Mungu ndani yake. Unapolizungumza, mtu anachoma ndani yake, anaona hata pengine usiendelee kueleza zaidi zaidi, anaanza kusema na mpaka huyo Yesu sioanze kuleta na mabishano, sio saa ya kubishana. Habari za huyu Yesu sio za kubishana. Ni habari ambazo mtu aliye changuzi za Mungu anapozireta, watu wanazielewa kwa haraka. Unaona, kuna yule mtu ambaye alikuwa anaitwa e, toashi wa Kushi ambaye alikuwa chini ya mamlaka ya karnate huyu, e, malkia ambaye alikuwa ni Wakushi, maana tunazungumza Ethiopia sasa. Huyu huyu toashi alivyokuwa anasoma maandiko ya herewi ni poroa, Bwana akamwambia uh, Filipo kwamba kuna mtu katika lile jangwa, katika ile njia ya jangwani, yuko mtu yuko na gari lake, lakini haelewi maandiko. Akumbe, usipo usipo usipocha Roho wa Mungu, utaanza kufikiria kila anayesoma maandiko anaelewa. Wako wanakusoma ila hawaelewi, na wanahitaji Roho wa Bwana, wanahitaji kumpokea Yesu. Akafika, alikuwa anasoma habari za Isaya, alikuwa anasoma kitabu cha Isaya. Huyu towashi akasema, huyu nabii aeleza mambo yake mwenyewe au ya mtu mwingine? Ndipo saa Filipo akaanza kumhubiria habari za Yesu. Unapokuwa umejaa Roho Mtakatifu, unaweza kutumia kitabu chochote kwenye Biblia ya kuhubiri habari za Yesu. Ukimwona Daudi unamuona Yesu, ukimwona Musa unamuona Yesu, ukimwona Haruni unamwona Yesu, ukimwona Ibrahimu we unaeleza habari za Yesu ukimwona adamu huonaeleza habari za Yesu. Ukimwona habiri huonaeleza habari za Yesu.